Tulitumia nguvu zetu zote Agastini Lyatonga Mlema alitushinda kwa kura nyingi sana. Mimi nawapeni historia, ndugu zangu, kwa sababu nimeona kuna baadhi ya watu wanajizima data wakati mabando yapo humu ndani. Yaani nimeamua kabisa kwamba sasa nataka nijizime data wakati bando zipo tukaondoka, sisi tukaenda Tarime mjini. Nakumbuka ilikuwa ni elfu mbili na nane au na saba, tulipoingia Tarime mjini, haya mnayoyatengeneza nyinyi sasa haya haya. Mimi nilikuwa miongoni mwa task force ile pale. Jimbo lilikuwa moja nchi mzima. Tulivyoingia kwenye mchakato, ndani ya mwezi mmoja ndio siku nilojifunza kwamba wananchi wakiamua jambo lao linawezekana. Wananchi wakiamua jambo lao linawezekana. Tulishindwa uchaguzi ule sisi, sijui mnanielewa. Tukaja Kinondoni kwa Lamwai Masumbuko, hali kadhalika, mifano yote ile wapeni. Tulikwenda tukashindwa kwenye jimbo moja nchi mzima, timu yote sisi tuko pale nataka ni mimi sijisifu, lakini napokuwepo kwenye majimbo hayo mi <laughs> yani si na tisha, yani sijisifu, lakini ikiwepo kwenye shughuli hiyo za kuwatafutia wenzangu huko kura, shughuli inakuwa shughuli kwelikweli, tulisalenda. Sasa nimeamua kuwambieni haya, ndani ya chama cha Mapinduzi sio kwamba kila kata mgombea unemwona wewe kwamba huyu ananipa chai niende naye nitavuka naye? Hapana, sio kila jimbo nasema, huyu niliokuwa naye kwa sababu ananipa chai nitavuka naye? Hapana. Nataka niwaambie ndugu zangu, nataka niwarudisheni tena nyuma. Hapa kwetu tulipoteza si manispaa hapa, uongo kweli? Kwani wanasisema tukuwepo, tukapoteza na jimbo tena mtu aliyopoteza jimbo ni mtu ambaye ni tajiri, ana fedha. Hakuna kijiwe sio lamba hela hapa mjini, uongo kweli? Nendeni mkajifunze kuanzia leo, huku mwenyekiti anafanya hivi, mwenezi jana alikuwa pale. Sasa mimi nataka niwaambieni, sisi kazi tumemaliza, tunamwomba Mwenyezi Mungu, nyinyi tufike mahala tupige kura za maoni, tutangaze jimbo letu, tutangaze na madiwani wetu. Ukimkuta kiongozi wa Chama cha Mapinduzi anakuambia mbunge hajafanya chochote, muulizeni Muulizeni kwamba uwezo wa kufikiri unao? Hivyo leo hata taza barabarani hazioni, hivyo leo hata mashule hayaoni, leo hata bandari inafanya kazi haioni, migogoro yote tuliyomaliza hawaioni.